michezo, hus michezo hususan soka kuviendeleza na kuvigeuza kuwa ajira. Kauli hiyo imetolewa na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, wakati akikagua miundombinu ya uwanja mpya wa mazoezi wa klabu ya Azam na kushuhudia pambano la vijana wenye umri chini ya miaka 20 kutoka kituo cha Mvula Sports Academy dhidi ya wenyeji Azam FC. Sasa hivi michezo ni biashara, michezo ni ajira, michezo ni uchumi. Sasa, uchumi huu sio kwa serikali peke yake au kwa mzee Bakresa peke yake. Uchumi huu ni kwa Tanzania wote. Watu waamke, waangalie, wafunue macho yao, waangalie fursa zilizoko huku. Leo hii Tanzania tunazungumza kijana wa Kitanzania, mcheza mpira ambaye thamani yake ni zaidi ya dola milioni mbili. Maana yake huyu mchezaji tayari anakwenda bilioni sita kwa fedha za like Kitanzania. Sasa kama tumefika huko, hii uweze kuiona kama ni biashara ndogo yani? sio lazima wote tukauze matikiti. Ushanielewa, sio lazima wote tukafungue maduka ziko fursa nyingi, tusipozikamata sisi watazikamata wenzetu. Na kwa sababu, na kwa sababu michezo ni shughuli ya kimataifa usipoikamata wewe, jirani yako atakamata, Kenya atakamata, Uganda atakamata, Rwanda atakamata, Kongo atakamata, na wengine watakamata, wewe unabaki umeng'ang'ana tu na vitu ambavyo vimevizoea. Mchezo una faida kubwa sana kwa sababu kwanza, watoto wangu likalao ni la chini Pili, Azamu walishatutangulia katika mambo haya, kwa hiyo wana vitu vingi sisi vya kuiga kwao. Na nikiangalia kwenye talenti kucheza watoto wangu bado talenti naiona, wanachozidiwa kwamba, yani, i njualesi kwao Azam ni kubwa kwetu ni ndogo, kutokana na kiwanja tunachofanyia si mazoezi na kiwanja wanachofanyia wa mazoezi ni viwanja viwili tofauti. Unaona, hata magoli wanaotufunga ni magoli ya kukimbia, maana yake wanapiga kwenye space, wanakimbia. Sasa watoto wangu bado, kutokana na umri na mapafu yao yalivyo, wanakimbizana na nao. Sasa sisi tunaangalia michezo hii ya kirafiki kwenye taswira mbili. Taswira ya kwanza ni namna ambavyo inaweza kutusaidia kuangalia timu timu yetu endelea timu yetu endelea kuimarika kiasi gani, ukizingatia timu yetu na shiriki mashindano ya NBC Youth League, kwa maana ya ligi ya under 20 kwa hiyo na ni ligi ambayo natarajia kuanza mwezi wa kumi na moja wa kumi mwishoni, tunasubira ratiba itoke, okay.